Mandala, nambie, najua mna maumivu sana sana sana sana, hususan ni ile kauli ya Alikamwe. Ameposti kitu baada ya mchezo na matokeo yameenda. Kutokea nini haswa wana Simba ambacho mmekigundua mpaka sasa? Aa, kwanza mimi sina wasiwasi kuhusu Alikamwe, sio na jasusi, kwanza ni uongo Alikamwe anajasusi jasusi, ila Alikamwe anaenda kutokana na mwenendo wa Simba jinsi unavyoonyesha Yaani ujue timu ilikuwa inafanya vibaya inakuwa na mwendelezo mbaya unajua kabisa kitu gani kinatokea. Kwa hiyo tayari washajua kwamba Simba sasa hivi ina confidence ipo chini zaidi. Umeelewa? Afu kijumlisha na matatizo ndani ya Simba unaona kabisa kitu gani kinaenda kutokea. Kwa wanawake kusema kwamba ana jasusi ana nini lakini mimi siamini wala si, siamini si, si, si, si, si, hakuna cha jasusi. Ila Alikamwe anaendana kutokana na timu yetu jinsi ilivyo. Timu ina maelewano, uongozi una maelewano, timu inacheza kama unavyoona vile, tunapoteza ndani ya mwezi mmoja, tunafungwa mechi tatu. Kwa nini mtu stabili? Kwa nini mtu sijue kinachotokea? Umeona bwana. Kwa hiyo mimi kuhusu Alikamwe, kuhusu kusema si jasusi sijui nini, uongo ama cha jasusi, timu yetu wenyewe tuna feli wenyewe, na mchai wa Simba yupo ndani ya Simba. Moja moja ya swali ambao watu wanajiuliza na mashabiki wanajiuliza, upande wa pili pia hawaelewi Nyinyi mnamtaka nani atoke? Maana jana mmepoteza, mnamtaka Matola atoke na Mangungu atoke? Wanasimba, kama hamjakaa sawa kuamua nani wa kutoka ba, sisi ni mashabiki kwanza, tumeumizwa tumepoteza ubingwa misimu minne, tumekutana na fedhea au dhambi kubwa kufungwa na Yanga mara sita na kuhesabia vitu hivyo. Msimu huu unaona wazi kabisa tuna feli, tushafungwa mechi tatu, mpaka sasa tumefungwa mechi tatu klabu bingwa mechi mbili ligi kuu mechi moja tayari, mapema saizi asubuhi, maraki ya asubuhi. Ujue Simba msimu uliopita hatukufungwa mechi mapema kiasi hiki, umeelewa vizuri? Kwa hiyo tayari mashabiki wa Simba chochote kitachotokea, wana, wana, wana yani haki ya kumlaumu mtu yoyote ambao tunahisi anastahili kulaumiwa kwa wakati huo. Usishangae shabiki akilaumu mchezaji. Usishangae shabiki akilaumu kiongozi, usishangae mshabiki, usishangae. Kwa sasa hivi tulipofikia, mashabiki wa Simba tuna maumivu, hatueleweki tunataka nini. Paka sasa hivi tuna mioyo migumu imetokea, ungesema mchezo, mchezo mpira makosa. Lakini kwa hivi Simba mwenendo wetu sio mzuri, hususani katika uongozi huu, na ndio watu wanaonyoshia vidole uongozi wa Simba awanyooshia hi vidole uongozi wa Simba. Kwa bahati mbaya wananyoshia vidole uongozi wa Simba kwa maana kubwa, wanamaanisha nini wana Simba? Leo ukiniambia ni walauma wachezaji wanacheza wala chini ya kiwango, mimi nitakushangaa. Na hii salamu ni wapelekea influencer. Sisi hapa tupo, ambayo tunajiita au tunaitwa mashabiki wenye ushawishi. Sisi ndani ya influencer hawa hawa, kuna baadhi wanaficha maovu ya klabu, kuna baadhi wanaficha maovu au ukweli, kwa nini klabu inafanya vibaya ukweli. Watu wanaoficha wapo. Ina maana kuna baadhi ya mashabiki ama influencer wanaojua ukweli wa Simba kufanya vibaya. Hamna mtu asiojua ukweli mpaka sasa hivi, hata yeye mwandishi, unajua ukweli wa Simba kufanya vibaya ni nini nini hasa? Mandala, unanisikilize, hakuna eh, mtu asiojua ukweli kwa nini Simba inafanya vibaya. Narudia kwa kauli kubwa tena, naenduke zile herufi kubwa zile, hakuna. Mm, narudia hakuna mtu asiojua shida ya Simba ukimwona mtu anajizima data kuna chochote kita anakipata kuhusu Simba, ukweli wa Simba kwamba shida ya Simba ni uongozi, basi finish. No, no, listen to me. Yaani uongozi narudia, yaani nisikiliza kwa umakini. Hakuna, hakuna mtu asiojua shida ya Simba. Ukimwona mtu anapindapinda, mara si wachezaji, maa sikafanya nini, sijui kaenda wapi sijui kaenda wapi uongo shida uongozi dairekti. Yani tunafanya hivi direct direct, uongozi. Mandala, mimi nataka kubishana na wewe kidogo, hususani ni swala la uongozi. Mbona juzi mmetoka kushinda na Mbeya City, lakini hatujasikia fununu yoyote kuhusiana na swala la viongozi? Leo ama jana mmetoka kufungwa leo, mnakuja mnalia tena na viongozi. Nini haswa watu wa Simba wao? Ushawai kuona kwenye harusi watu wanalia, wanafurahi Ushakuona kwenye msiba watu wanafurahi wanalia? Umesema tumeshinda wanataka tualie, jana tumefungwa, msiba wanataka tuacheke. Yaani unauliza satuk so, welewe kwamba juzi tumeshinda wanataka tulie, tunafurahi timu imeshinda. Jana tumefungwa unataka tucheke lazima kwa sababu kuna matokeo tofauti tofauti. Ikitokea timu imeshinda, tuache tuburudike, timu yetu imeshinda, tumekuja kutafuta furaha. Timu imefungwa, tuache tuongee. Timu imefungwa, kwa nini tunyamaze? Mandala, jana huenda mka, mmefungwa kutokana na ubora wa Ibenge, kutokana na kila ambacho anasema mwandishi. Sikiliza, acha hey, kupindisha shida. Simba ni uongozi, hamna cha Ibenge, hamna si cha nani, hamna si Ibenge. Tumemfunga Ma, michezo minne ya KC si Vita tumefungwa michezo mingapi? Mitatu. Ibenge hakuna timu anayogopa kama Simba. Kama hujui tafuta nukuu za Ibenge alisema katika timu pekee anayogopa Tanzania, Simba yule Ibenge. Ni wewe, sikiliza. Sikiliza. Hapa tusitafuta si nani? Si nani? Si nani si... uongo. Sikiliza magori, wewe unasikizaga? Mm. Um. Nyinyi waandishi, si mnafuatilia? Mm. Um. Magori ni nani? Nani ya Simba? Kiongozi wa Simba. Mwenye ni nini upande nini? We sikilizeni, Magodi alizungumza, alienda clown, hajaongelea chumbani, kaongelea kwenye media kubwa, akasema ndani ya uongozi wa Simba kuna baadhi ya viongozi timu ikifungwa anafanya nini? Wanafurahi. Mimi ndo nimeambiwa na kiongozi, na kiongozi ndo kaniambia, sijajibunia nimeambiwa na kiongozi. Katuambiaje? Simba wenu ikifungwa, kuna baadhi ya viongozi wanafanya nini? Wanafurahi. Inamaanisha jana kufungwa sisi kuna viongozi wamefanya nini? Wamefurahi. Sasa kama kiongozi anafurahi timu ikifungwa, afu ya kiongozi anashinda kumwambia mpanzo paisha juu ili afurahi? Ah, na kuuliza mwandishi kama kiongozi timu ikifungwa, kumbe anafurahi, kwa mujibu wa maelezo ya mwenyekiti Magoli. Kwa mujibu, sio kwangu mimi, kwa maelezo ya mwenyekiti Magoli kwamba kuna baadhi ya viongozi timu ikifungwa anafanya nini? Wanafurahi. Kama viongozi wanafurahi timu ikifungwa, jana tumefungwa na yeye ni kiongozi, ana kauli, anashindwa kumwambia mchezaji ufunga kwenye goli paisha juu, anashindwa inawezekana. Sasa nini tumlaumu nani? Sisi kama sio viongozi, wala sisi tumlaumu nani? Kumbe viongozi timu ikifungwa anafurahi, sisi tukamlaumu nani? Kwa nini ukataka kulaumiwa? Kabla hujagombea huwa mwenyekiti wa Simba au kufundisheni, sifa ya uongozi kuna kusifiwa na kukosolewa Yani ndio sifa ya uongozi, ili ukamilike uwe kiongozi lazima ukubali kukosolewa na kusifiwa. Unasifiwa unapofanya vizuri, unakosoa unapofanya vibaya. Toka uongozi wa Simba ingia madarakani, umechukua ubingwa? Nauliza, Simba amechukua ubingwa? Hapana. Tusifie nini Simba? si tusifie nini viongozi, tuambie. Ma, nafasi ya pili nakuuliza swali, klabu timu, narudia tena timu, mafanikio yake ni kuchukua ubingwa, sio kutengeneza bilioni ishirini na tisa. Narudia, kuna Simba ya chapati, tumechukua ubingwa bilioni ishirini na tisa mimi sifaidiki nayo, mimi silipi mshahara na timu bilioni ishirini na tisa mimi sifaidiki nayo. Shabiki nafaidikwa timu ikichukua nini? Ubingwa nimekuuliza swali, uongozi tuusifie kwa kigezo gani? Tumechukua nini sisi? Wamefika fainali ya Kafu. nini? Kafu. Halafu fainali ya Kafu mafanikio hatua